Mambo vipi? Mzima yakini. Leo naona tumetokezea Special Films Tanzania v, au mnaiongeleaje bana? Hii ni new new brand, new brand. New brand. Unajua, tangia tarehe ishirini na mbili hivi ndani ya mjengo ue, hatujawahi kukutana, leo ndio tumeamua kukutana kabisa. tarehe ngapi leo? No, Tarehe mbili, tupo ndani ya mjengo walikuwa wengine lakini sisi ndio leo tumeamua kukutana hapa, naona malengo zetu. Special Films Tanzania, tumekuja kivingine hapa au nawaambiaje? Hii ni new brand, ndugu zangu jamani. Sisi bwana tumehangaika muda mrefu, lakini sasa hivi tunapoona tunaelekea mafanikio au vipi? Sasa hapo, na na braza hapa, ninipe michapo ya mitaani huko, labda mimi kumshukuru Mungu kwanza kama ka tumtangulize Mungu na hali lakini, vile vile tumekuja na brand mpya Special Films Tanzania <laughs> ili yeah. Okay, kwa hiyo kauli mbiu ya Special Films Tanzania ni kwamba inasemaje? Umoja umoja wetu ndio mafanikio yetu. Basi wa watazamaji ambao wanatuangalia ndani ya Special Films Tanzania kwenye chaneli yetu Ambayo imeandikwa YouTube ambayo imeandikwa Special Film ya Tanzania. Sasa unawaambiaje? Labda mimi nitakwambia ni kwamba tunaleta vitu vikali, tunaleta vitu vipya. Elfu mbili na ishirini na sita tumejipanga kivingine ndio. Tusahau yale ya elfu mbili na ishirini na tano. Ndio. Sasa tumejipanga. Kwa hiyo wakae mkao wa kula, kutafuna tunakuja. Au sio? na wewe ni kama tumekutana leo lakini e sikukuu ukaribishaa ekeakatsisi enewuategeeautateje ndugu yangu, unajuaaaas ukija kuzingatia vitu hivi ambavyo unaona vimeailii vitu ambavyo nilikuwa kidogo nimeenda kufanyia kazi hili kidogo. Mwaka mpya huu tufungue tukiwa tumevaa hivi, tufungue tukiwa vizuri, tukiwa fresh lakini pia kuwa na brand mpya, kwa sababu hiki kikundi ni kikundi kikubwa sana, kinapokea moja moja, hmm. watu wametoka Mbeya, wametoka wapi wengine wametoka Uganda, wengine wametoka Rwanda, wengine wametoka wapi, kama yule mabonde ina watu o, wengine wa Mara, wengine mwanzo siu wapi, kwa ajili ya kuungana na sisi kwa ajili ya kutengeneza modehizi kwa. <laughs> Maana yake kidogo niliamua na mimi nijitoe eh? ya nifanya mzigo mzigo wa vizuri. Sasa tunashukuru sana kwa sababu tunaona t-shirt unaoona mbele yenu hapa, mbele ya kamera Special Films, tutaanza Facebook tunapatikana kwa Special Films TZ. Lakini humu humu kuna movie nyingi tu ambazo tumeshaigiza. Uh, waimbaji wapo humu humu, madansa wapo humu humu, ukitaka wacheza fi wapo humu humu, ma MC wapo humu humu, makameramani wapo humu humu, wa editor wapo humu humu, graphic designing wapo humu humu. Yani, tuseme nini hmm? Special Films, na leo bana, ambao mnatuona hapa mbele ya macho yenu katika kwenye kamera, mimi ni mtunzi wa stori za amani za ulisi uwizi wa kawa na zingine zingine, na shortcut. Huyu ndio kameramani wetu ambao mnamuona hapa Huyu hapa ni mpango wa miji ambaye anatutafutia location kuanzia majengo nini magari na nguo, yeye ndiye anakamilisha kila kitu. Unamwona kaka yetu hapa. Na leo ameamua sasa atuletee kwenye mambo mengine, t-shirt ni yeye na mpango pamoja na kameramani hapa au yeah. Hmm. Wanao support, wanao subscribe, <transl> lakini pia niwaambie kwamba

chekizia mtandao ni wiki, tuna kuna kitu kinadondoka hapo, kama sio moja mbili. Vya unaambiaje na mama, ah, mimi ni wape kwanza, ongea kwa sababu ya kufuatilia. Tumeingia kwenye chaneli zetu, lakini pia kwenye mitaa, wapi huko, tumesikia kwamba mnafuatilia sana, ongeeni na asante sana kwa kutusubscribe, kutu like, kuna like, share comment na nini. Tunatatua matatizo kiivo, lakini pia tunaomba kidogo tuwaweke actual kwamba mkae active kwa ajili ya kutazama kitu ambacho kinakuja, kwa sababu ni kitu kipya, kitu kizuri kimeandaliwa. Lakini pia tunapokimalizia hicho kitu kiweka, tutakuwa na uzinduzi wa wa filamu fulani hivi, inaitwa shortcut, ipo mtandaoni, muendelee kuifuatilia. Na hiyo inaenda kuzinduliwa kwenye ukumbi wa San Diego. Kwa mle ni kwamba bwana mm. Hapa si kwamba sisi sisi sisi peke yetu hapa, sisi wote ni kundi moja, Special Films Tanzania wawakilishi, ndio sisi. Sasa mtunzi wa stori, kameramani, mwadaji wa eh, yani hapo usikuone, hapa hapa una watu wengi, kwanza kwanzia kina mama, aee, wasichana, watoto wadogo, lakini pia nipende kusema kwamba bila kusahau kuambia wananchi au watazamaji na wengine yeyote, mwenye biashara yoyote, mwenye kazi yoyote, mwenye kitu fulani anataka kibrandi kukiweka nini, tunapokea matangazo, na matangazo yako yanarushwa bure, hakuna kiingilio, hakuna <mimu> grama yoyote, na bei ni nafuu ya kushuti tangazo lako na kulitengenezea content na nini kwa ajili ya kufanya nini, kuliweka huko mitandaoni kwenye media kwenye ma channel yetu na nini, kwa sababu sasa hivi tumefungua ma channel sehemu yanaitwa Special Films TZ. Kwa mleba unatupata channel 9 pengine bado tuko tunaendelea hivyo, lakini pia ukitaka kutupata tena, unaingia mleba FM kule, unapata kila kitu, utatupata yani, tuko vizuri, tuko online alafu ndio ndio kwa, kwa, kwa... Yeah. Kwa wale watazamaji mashabiki wa filamu

Hapa cheza hivi, hapa fanya hivi, hapa fanya hivi sawa. Uh, lakini mimi najua jamii, kama umeolewa na msanii basi vumilia. Kama utaweza kuvumilia, jamii watakukuta kwenu na beki. Lakini sasa mimi kuna kitu kimoja hapa nataka mm. Sasa, kitu kimoja hapa tumalizie hichi kitu. Tunapatikana wapi sisi bwana? Tupo Tanzania, tupo mkoa wa Kagera, tupo wilaya Mleba lakini pia yeyote aliyepo mikoa mbalimbali anaruhusiwa kujiunga na kikundi chetu kupitia huko huko. Sisi tuna uhakika kwamba tunaweza kucheza akiwa huko, sisi huku tukaunganisha vizuri, hatuna shida. Lakini pia tunapokea wa tunapokea makundi ma mengi tofauti. Tuna wale wanaocheza mpira, tuna wale wanao dansi kuna wale wanaoimba, kuna wale wanao, wanao, watu wa kwaya, watu wa gospel, watu wa nini, ndio nini, bongo flavor, ehe, watu wanaopenda kuigiza, comedian. Tuna watu wengi sana, kama ukifuatia mtandaoni, kuna omu, omu, ira, Yubu, ni kuna watu ambao wako ni comedian sana sisi, mimi hapa ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia niko kwenye <coughs> group hili, lakini pia ukundu kununua kisheti hata kama o iam uko taifa lolote, unaweza ukanunua kisheti yetu kwa ajili ya brand yako na nini, kwa dia support yako. Kwa hiyo tunakwambia bwana Special Films Tanzania, umoja wetu ni mafanikio yetu na ukitaka kutufuatilia zaidi ndani ya wilaya ni Mleba basi and, and, kuna chaneli moja katika kwenye kebo ya Mleba, Mleba kebo hivi, namba nane au namba tisa. Hmm, tisa hiyo. Samahani, najua naulimi waga unaga mfupa, namba tisa au nane. Hapo utakutana na movie zetu, au unasemaje? Ni kweli, ni kweli, ni kweli, ni kweli. Special Films TZ tupo kwa ajili yenu, tunaleta vitu vikali, tupo vizuri

Alafu unawekewa una, una channel bila kulipia ndani ya miezi miwili. Kwa hiyo kwanza mwezi wa pili ndio unaanza kufanya nini? Kulipia. Ni maji shilingi elfu kumi ndani ya mwezi ambapo ungeingia kwenye vingamizi vingine elfu ishirini na nane kwa mwezi, lakini hii ni elfu kumi kwa mwezi na kuna channel zaidi ya semana kitu. Kitu ambacho mimi nakionyeshwi ni mpira wa sima na anga basi. Jamani wale wote ambao wamejiunga Special Films Tanzania hii ndio nembo yetu, ndio kila kitu. Naona tumeng'aa, sio sisi tupo tu, kundi mtakuja kuiona leo. Asanteni sana bye. Wala si kwa uwezo